Kwa niaba ya wananchi wa Momba nikukaribishe hapa Msangano, lakini nikukaribishe wilaya ya Momba kwa ajili ya ukaguzi wa miradi hii. Miradi hii ni miradi muhimu, kama mnavyojua, daraja hili ni kiunganisho kikubwa cha makao makuu ya wilaya na mji wetu wa Tunduma hivyo daraja hili likikamilika, litarahisisha na kuharakisha uchumi wa wilaya yetu hasa katika masuala ya kilimo na usafirishaji. Mkuu wa mkoa, daraja kama alivyoeleza mkuu wa wilaya, nafikiri daraja hili likikamilika itakuwa ni mkombozi sio kwa kata ya msangano tu sio kwa tarafa ya msangano ila utakuwa ni ukombozi wa halmashauri nzima kwa sababu biashara watu watafanya kizuizi kikubwa kilikuwa ni hili daraja na mimi niwapongeza sana kazi inayokwenda kwenye daraja hii hawa kwa kweli lazima tuwapongezi mimi si nitakuwa na mengi karibu msangano karibu kwenye hii miradi Ujio wako utasukuma uendeshaji wa miradi. Nakushukuru sana Mheshimiwa mkoa, karibu sana Mwakata, hiyo mambo. A, habari za asubuhi. Naam. <laughs> Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi ifanye, kazi ifanye nini. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wakuja kukutana na jamaa wengine wapenzi wa Simba wako kule mlimani Simba, ambayo ndio hivyo tena, au sio? <laughs> Eh, naona wengine wapenzi wa Yanga wako chini chini naona na, lakini nimefurahi kuja Msangano na hasa kuja kutembelea miradi mikubwa miwili, mradi wa maji na mradi wa ili daraja. Ili daraja ninafurahi kwamba leo nimetokea upande wa Msangano lakini nilipokuja wakati wanaanza kuchimba chini nilitokea upande wa Tunduma. Kwa hiyo sasa najua kutoka huku na ninajua kutoka huku. Hapo vipi? Sawa hapo? Poa, si ndio? E, mimi ni champion, ni miongoni mwa watu wanaoamini ili daraja ni muhimu sana, na nimpongeze sana mkuu wa wilaya pamoja na serikali anayeongoza ndani ya wilaya hii kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea Nilipokuja nilikuta ndio kwanza wanasuka nondo za kuanza kuweka vitako, si ndio? Kitako cha chini cha daraja. Leo nimekuja wanaanza kusuka kwa ajili ya kuweka sasa sehemu ambayo wakimimina zege tutatumia kupita. Wapigieni makofi mkandarasi. Lakini nilipokuja alikuwa asilimia tano, leo nimekuja iko asilimia sitini na tano pigieni makofi nilipokuja alikuwa anasubiria subiria advance sasa hivi kasha alipwa bilioni moja pointi tano. Mpigieni makofi Rais Samia Suluhu Hassan, mnajua maana ya bilioni moja pointi tano? ndio mnajua maana yake? Yaani milioni elfu moja mia tano, sindio sindio? Milioni zile moja zinakuwa elfu moja mia tano. Rais Samia amezitoa amezileta Msangano ili wananchi mwe na uwezo wa kutoka Msangano kwenda Tunduma bila kuzunguka, kwenda kupanda ule mlima hapo. Vipi, anawapenda hawapendi? Anapenda, lakini wapo watu mwakani, ili daraja likikamilika, wakija hapa watasema hamna kilichofanyika. Nyinyi mliopata adha wakati wa maji hapa, mnasombwa na mafuriko, mnajua mateso mliokuwa mkiyapata kupita hapa kabla ya daraja, uongo ukweli? Kwa hiyo wakija watu wakawaambia hamna kilichofanyika, na nyinyi mtawajibu ndio, hamna kilichofanyika hapa kitakuwepo, akitakuwepo, kitakuwepo. Hiyo ndiyo mambo na kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni kutenda bila kuangalia watu wanasema nini, kuhudumia wananchi bila kuangalia watu watasema nini, kuhudumia wananchi bila ubaguzi, bila upendeleo, ili mradi wananchi wapate huduma wanayostahili. Miaka mitano iliyopita, kutoka tu hapa Msangano kwenda pale Tunduma ilikuwa anasa, uongo kweli mtu aliyokuwa akienda alikuwa anaagana kabisa na mkewe, hana uhakika wa kurudi. Uongo kwamba nitarudi leo au kesho, sijui lakini acha niende. Lakini hapa pakikamilika, unaenda kunywa chai Tunduma, unarudi kula chakula cha mchana Msangano. Hiyo kazi kubwa ndogo? Kazi kubwa, si ndio jamani? Mmenielewa? Mmenielewa? Mimi nipongeze sana mkandarasi, nimeambua bado ana miezi mitano na dalili hapa kwa kasi ambayo ameenda nayo atamaliza hata kabla ya huo muda. Mimi niwapongeze, mpigieni makofi huyo mkandarasi, lakini pigieni makofi TARURA kwa usimamizi mzuri. Kikubwa, makofi hayo ni deni la kuhakikisha barabara inaanza kutumika mapema. Msimu ujao wa mvua tupite juu, si ndio jamani? Hatutegemei yeah. Tena msimu ujao wa mvua tuambiwe kwamba tumeshindwa kuvuka eti maji yamejaa tunatakiwa tuwe tunavuka huku twapiga picha maji yanavyopita, si ndio jamani? hayo si ndio maendeleo Niyo. Yanga ikishinda tunakuja kusherehekea juu ya daraja, Simba wakituangusha tunakuja kuwashangaa juu ya daraja, si ndio jamani? si ndio hapo? vipi hapo? sawa. Sawa? Sawa! Yanga oe? oye Simba oe? oye, hebu Simba nyosha mikono juu. anajengwa <laughs> na mkandarasi anaitwa Construction Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 2.9 na muda wa utekelezaji wa mradi huu ni miezi 24, na paka mpaka sasa tumeshatumia miezi 19, tumebakia miezi mitano, na asilimia utekelezaji wa mradi ni asilimia 65. Na mkandarasi yupo site anaendelea na kazi kama ambavyo tumekubaliana na revised work program ambayo ametupatia na, na kinachoendelea kwa sasa Mheshimiwa mkoa mkoa, kama ambavyo tutakaokagua hatua tuliyofikia tumefikia hatua sasa ya kumwaga caps kwa ajili ya abutments pamoja na, na, na buyers pamoja na kuseti zile bearing ili sasa tuanze kuseti deck kwa maana ile nani hatua ya mwisho kabisa ya juu. Kwa program tulionayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka mwezi wa nane mwishoni tutakuwa tumekamilisha kwa maana ya deki na kuanza kazi za kuunganisha daraja pamoja na barabara, kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kabla ya mradi wetu haujaisha, ambayo kimsingi unapasiwa una kuisha tarehe kumi na nne mwezi wa tisa. Kwa plani tulionayo na kwa kwa kwa spidi ya mkandarasi, tunafikiria lazima tutakuwa tumekamilisha na watu waanze kupita juu ya daraja, na mkandarasi yuko saiti na anaendelea na utekelezaji wa ubari wetu. Karibu Mheshimiwa mkoa kwa ajili ya ukaguzi wako.